Kiugire, unajua ule Kashagwa tasua yako nyumbani, ule mtu anaitwa Kashagwa ule unajua ule kasha Kashagwa tasua yako nyumbani. Tasua alishinda ukalia kiti, alishinda kuendesha inji. Niliona akisimama kule kanisani, ama ilikuwa Pinerolo, akasema atio Sudi ametumwa na milioni mbili kwa PCA ili watulize watu ya PCA, na akaongezea kusema ati wacha kutuma wauni kanisani. Mimi nataka niambie Kashagua, for your information, ile kazi nimefanya kapseleti peke yake ya kanisa, wacha Kenya, wacha kwingine. Hapa kwangu kapseleti peke yake hawezi fika kuota kuota, hawezi fika. Na nimuongezee nimwambie yeye Kando na Mama Dorcas, wakitoa Mama Dorcas, kwa picha yako namna hii, wewe ni muuni mkubwa sana so kazi ya kanisa hii tulianza kuanzia tukiwa Sunday tukiwa school, na hii ndio kazi niliomba naye kura hii ndio kazi nimefanya maisha yangu yote so mtu kuniita muuni, nataka nimwambie huyo ndugu yangu Gachagua, shida kubwa uko naye ndio ilifanya huko nyumbani mimi ni mmoja wao, nilikusaidia ukapata kuwa naibu wa rais, lakini kwa sababu ya nidhamu ya kutokwenda Sunday school, kutokwenda kanisani ndio ilifanya ukatolewa kwa hiyo kiti, na ndio leo unaongea ukiwa muuni original. Sisi wengine ni Wakristo na tukitoa kanisani, atutoe ndio tushangiliwe. Tunajua Biblia inasema mkono wa kutoa ndio inabarikiwa, heri mwenye kutoa kuliko mwenye kupokea. Ndio nataka nimwambie wale wote wanasikia vibaya, wanasikia uchungu tukichangia kanisani, tukitoa matoleo yetu kanisani, mtusamee kwa sababu hatuna namna ingine ya kutoa matoleo yetu, lazima tutoe matoleo yetu kanisani e... na ndio nataka niambie e, wakristo wote najua Mkiona wale wanapinga kanisani, hata wale watoto wetu walikuwa wanajaribu kusema wanaenda kurudisha pesa katika ile kanisa Kasarani, ni kwa sababu wasasi wao wako Sunday school. So mimi naomba kila mzazi, ikiwezekana, peleka mtoto wako Sunday school, peleka mtoto wako kanisani, atajua maana ya kanisa na atajua taratibu ya kwenda binguni. Nataka niwaambie ndugu yangu Kashakwa, ni bahati mbaya ninasikia ukisema Rais William Ruto. So long as wewe umetangulia huko nyumbani, sisi tukikupata nyuma. No problem, bora tu ulitutangulia kwenda nyumbani, so usijisumbue na maneno ya one term, maneno ya full term. Sisi tunajua kinye tunafanya na tutajipanga, na kwa sababu ulishindwa kujipanga na kukaa na wananchi na kukaa na members na kuendesha inchi, wewe kaa nyumbani kula maragwe, tengeneza maneno ya kabe chuko, chunga ng'ombe, tafuta kibarua ya kufanya huko, wacha kusumbuka.